Nani, jina lako? Mm. Unatokea wapi? Kigoma. Machazo Kigoma. Ulikuja hapa kwa nabii ukiwa na shida gani? Nilikuwa na shida ya kuombewa mwanangu, alikuwa ameshikwa na kichaa, ndio. Hicho mm, kichaa kilidumu kwa muda gani? Kilidumu kwa mwezi, kwa miezi miwili tu. Kwa muda wa miezi miwili. E, kikawa kimeisha. Ulienda hospitalini walikuambiaje? Nilikataa. Ulikataa, e. Uliona kwamba haiwezekani? Ndiyo. Ukaamua uje kwa nabii hapa Morogoro, e. Baada ya kuja hapa Morogoro kwa nabii, nini Mungu amefanya juu ya mwanao? Amefanya miujiza sana. Ndiyo, e. Jambo gani limetendeka juu ya Kristina? Kristina amepona, sasa hivi yuko mzima. Ni mzima kabisa. E, namshukuru Mungu sana, yani sana. Ndio mm. Okay, unawambia nini watu wanaokusikiliza na wanaokutazama kwa njia ya televisheni? Nawaambia wazidi kumtukuza Mungu yupo. Ndio. Mungu anaweza kwa kila jambo. Amina sana, ngoja mm, niongee na Kristina ambaye alikuwa ni kichaa kabisa, alikuwa anafungwa kamba mm. maisha yake yote alikuwa anaishi kwa kamba mm, lakini baada ya kufika hapa kwa mtumishi wa Mungu Nabi Joshua amekuwa huru, amefunguliwa sasa hivi haishi kwa kamba tena, kwa sababu amekombolewa. Kristina, ndio, ulikuwa unajijua kwamba wewe ulikuwa kichaa? Ndiyo, nilikuwa najijua kwamba ulikuwa kichaa, akili haiko sawa. Ndiyo. Okay, unawaambia nini watu wanaokusikiliza na wanaokutazama kwa njia ya televisheni? Wasi, wasikate tamaa yaani hata kama na matatizo yaani, ndiyo, zaidi ya haya niliyokuwa nayo matatizo ya, ya ugonjwa wa kichaa, ndio uamini, kwa sababu Mungu anapotaka kufanya jambo anaanzia kwenye imani, kwa hiyo nawatia moyo wawe na imani. Amen. hakuna kitu chochote ambacho Mungu anashindwa. Amen. <laughs> yote yanawezekana kwa imani. Asante sana. Mimi nimekuja hapa nikiwa kichaa lakini nimepona kwa imani, amina sana, kwa hiyo Mungu wa baba yangu Nabii Joshua. Ndio. Watu wananisikiliza nawatia moyo na ninawaambia watu wenye matatizo ya kila aina wafike kwa huyu Nabii Joshua wakifika, tu kama unaimani utapona kwa jina la Yesu. Amen. Amina, amina sana. Ndugu msikilizaji, huyu dada unayemuona hapa alikuwa ni kichaa, kichaa kabisa alikuwa anaishi kwa kamba, lakini baada ya kufika hapa kwa mtumishi wa Mungu Nabii Joshua nguvu ya Mungu iliingia ndani yake sasa hivi amekuwa mzima, amekuwa huru kabisa kama unavyomuona ana akili timamu, akili